Mary amefika <laughs> mtata yeah. Akienda kwa wateso ni mtata yeah. Akatengeneza kamati ndio kamati irudi ichukue maoni kwa Wakenya. Kazi yetu ni kuzunguka kaunti arobaini na saba na tuko kaunti arobaini, so tunaenda kumaliza wiki moja wiki mbili ijayo. Jambo la kwanza ufisadi umejikita mizizi. Sasa si ule ufisadi wa kitambo. Ule ufisadi uko Kenya saa hizi si ule ufisadi wa masiku za Moi. Ufisadi umejikita mizizi, umeingia kila eneo la serikali, sio kaunti, sio kwa hospitali, sio kwa transport. Umesikia vile wakaaji wamesema hapa. Mimi ningeulizwa, shida zetu zote ziko pale kwa governance, viongozi wabaya wafisadi tumenyanyasa Wakenya, yaani tumenyanyasa Wakenya mpaka hawana maisha kabisa. Ufis... uchumi iko juu, gharama ya maisha iko juu, vijana hawaoi, wasichana hawaolewi. Hata ukiwa kwa boma siku hizi huwezi zaa watoto watoto zaidi ya wat, watatu wawili, unakuta kwamba unaogopa hizo magharama.

Mtu ako na miaka 24 akona ako na degree lakini akienda kuomba kazi wanasema mtu fulani amepewa kazi, na tunataka kuangalia sana wale watu ambao wali retire, and then wanakuja wanataka vyeo, wanataka kuwa senator, wanataka kuwa governor. Watatueleza wanataka sisi vijana tupate kazi gani?